Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba wafanyakazi wa shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID wameagizwa kuchana na kuchoma stakabadhi za siri pamoja na faili za wafanyakazi. Agizo hili limeibua wasiwasi miongoni mwa vikundi vya wafanyakazi hasa kutokana na mchakato unaoendelea hivi sasa wa kuvunjwa kwa shirika hilo. Kaimu katibu mtendaji Erika Waikari alituma barua pepe ambayo iliwashukuru wafanyakazi kwa kuchana nyaraka za siri kutoka kwa sefu za ofisi ya Washington DC na kuwataka wakutane kibarazani kuteketeza faili hizo. Chaneni nyaraka nyingi mwezavyo, na pia mzichome, iwapo mashine ya kuchana imekwama, barua pepe hiyo ilieleza. Barua pepe hiyo iliwaomba wafanyakazi wasizidishe mifuko ya kuchoma na kuhakikisha kuwa imewekwa lebo za maneno sekreti, ikiwa na maana ni za siri. Shirika la utangazaji la Uingereza BBC liliona na kupata nakala ya barua pepe hiyo, na hadi sasa idara ya jimbo la Marekani halijarejesha maoni yao kuhusiana na agizo hilo. Shirikisho la huduma za kigeni la Marekani AFSA, muungano unaowakilisha wafanyakazi wa USAID ulieleza kuwa walijawa na wasiwasi kuhusu ripoti hizo na kuonya kwamba nyaraka hizo zinaweza kuwa na umuhimu katika mashauri yanayoendelea kuhusu kutenguliwa kwa wafanyakazi wa USAID na kusitishwa kwa ruzuku za USAID. Utawala wa Rais Donald Trump unakutana na mashtaka kadhaa kuhusu kuvunjwa kwa USAID, jambo ambalo lilianza mara baada ya Trump kuingia madarakani mnamo mwezi vyama vya wafanyakazi na mashirika mengine vimepinga hatua ya utawala huo kufunga shirika na kufungia fedha zilizoidhinishwa na bunge la Marekani. Wafanyakazi wengi wa USAID bado wako likizo ya lazima ambayo inawawezesha kupokea mshahara lakini inawaacha katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa ajira zao. Utawala wa rais Trump ulimteua Marco Rubio kuwa katibu wa jimbo na mkuu wa muda wa USAID mwezi Februari na kutangaza kuwa Pete Maroko ambaye anafanya kazi katika idara ya jimbo angeongoza shughuli za kila siku za shirika hilo. Mapema wiki hii, waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa zaidi ya asilimia 80 ya programu zinazofadhiliwa na shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID zitafutwa.